Kusema moyo ndani ya moyo sio kisomo ambaye anataka Mungu na Mtume, sala salamu, kisomo hata kama sala ya siri, lazima mdomo hii ifanye kazi na wewe usikie, hata kama sala dhuhur. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, mimi nasikia hapa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kumtini yako na hapo unasikia, lakini mimi nasikia simeni nzuri, lazima mdomo, manake wasahaba nasema mtume kwa atana soma sala ya siri, tunajua ndevu yake ilikuwa inacheza.